Vipengele ambavyo tutashindania kwa mwaka huu sio tofauti na vile vya e, mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa na vipengele 36, na bado tutaendelea kuwa na vipengele vile kama ambavyo tumefanya e, mwaka jana. Kwa hiyo vipengele hivyo, e, naweza kuvipitia kwa haraka haraka, e, lakini baadaye, kila mtu kama ni shabari mnataka mtazipata. E, tunaanza na Bongo Flavor. Kwenye Bongo Flava tutakuwa na, na tuzo nne specific hapa kwenye Bongo Flava. E, kwa sababu unajua tena muziki wetu e, umegawanyika, gawanyika, e, naitwa Music Journals. E, kwa hiyo hapa tutakuwa na wimbo bora wa Bongo Flava wa mwaka. Hii ni best Bongo Flava song of the year. Lakini tuzo ya pili kwenye Bongo Flava hapa tutakuwa na msanii bora wa kike wa Bongo Flava, tutakuwa na msanii bora wa kiume wa Bongo Flava lakini tutakuwa na mtayarishaji bora wa muziki wa Bongo Flava. E, mtayarishaji sasa hivi wengine wanaita watozi. E, kwa hiyo kwenye Bongo Flava specifically tuna hiyo. <coughs> Lakini kwenye Singeli tutakuwa na vipengele vitatu: msanii bora wa Singeli, cha pili itakuwa ni wimbo bora wa Singeli. E, na cha tatu itakuwa ni DJ bora wa Singeli. Best Singeli Artist of the Year, Best Singeli Song of the Year. Na Singeli best DJ of the year. Kwenye upande wa hip hop tutakuwa na uh, t -t tuzo tatu. <coughs> ya kwanza ni mtayarishaji bora wa hip hop, wimbo bora wa hip hop na msanii bora wa hip -hop. Best hip hop producer of the year, best hip -hop song of the year na best hip -hop artist of the year. Kwa upande wa tarab, tutakuwa nazo tatu. Tutakuwa na mtunzi bora eh, wa muziki wa tarab, lakini tutakuwa na mwimbaji bora wa tarab, lakini pia tutakuwa na wimbo bora wa tarab. Kwa hiyo utakuwa na best composer of tarab music of the year, best tarab singer of the year na best tarab song of the year. Kwenye upande wa muziki wa dance tutakuwa na tuzo tatu hapa. Tutakuwa na mwimbaji bora wa muziki wa dance, tutakuwa na wimbo bora wa muziki wa dance, lakini pia tutakuwa na bendi bora ya muziki wa dance. Kwenye dance hall tutakuwa na vipengele viwili, moja ni msanii bora wa dance hall, lakini pia tutakuwa na wimbo bora wa dance hall. Best dance hall artist of the year na best dance hall song of the year. Kwenye rege tutakuwa na e, tuzo mbili. Ya kwanza ni wimbo bora wa rege, ya pili ya pili ni msanii bora wa rege. Best Reggae Song of the Year na Best Reggae Artist of the Year. Kwenye muziki wa asili tutakuwa nazo tatu amini mbili. E, ya kwanza ni e, Best Traditional Music Artist of the Year. Hapa ni msanii bora e, wa muziki wa asili, lakini pia tutakuwa na, e, na wimbo bora e, wa muziki wa asili. Best Traditional Music Artist of the Year na Best Traditional Music Song of the Year. Lakini pia e, tutakuwa sasa na zile tuzo za jumla. E, tuzo zile za jumla. Sasa hizi za jumla kwamba yawezekana kulikuwa kule kwenye sehemu mahususi lakini pia unaruhusiwa kuomba huku sasa kwenye jumla jumla. Kwa hiyo, Best Female Artist of the Year. E, huyu ni msanii bora wa kike wa mwaka sasa, ni overall his. Lakini Best Male Artist of the Year, huyu ni mwimbaji i mean msanii bora ehe, wa kiume wa mwaka e, lakini pia sasa tutakuwa na e, Best Music Artist of the Year. Ehe, sasa huyu ni yule wa jumla sasa, ehe, mwanamuziki bora wa mwaka. Lakini Best Song of the Year, na wimbo bora wa mwaka. Best Album of the Year, album bora e, ya mwaka. Best Music Video of the Year. Eh, video bora ya muziki kwa mwaka. Lakini best video director of the year, hapa ni mwongozaji bora wa muziki wa video. Lakini pia best producer of the year, hapa ni mtayarishaji bora wa mwaka. Lakini pia tuna best collaboration song of the year eh, wimbo wa ushirikiano wa mwaka kwa upande wa Tanzania. Lakini tuna best collaboration song of the year outside Tanzania, nje ya Tanzania. Lakini tuna best upcoming artist of the year eh, hapa ni eh, msanii chipukizi eh, wa mwaka, lakini tuna best male DJ of the year, hapa pia tuna huyu manju muziki eh, DJ eh, manju muziki eh, wa mwaka eh, huyo ndio bora kabisa overall, lakini kwa kuwa na best East, West and southern Africa Eh, kwamba tuzo zetu kama mnavyojua za Tanzania Music Awards pia tunataka tuone zinakwenda kimataifa, basi ndio tunafikiri na wenzetu e, ndani ya East Africa e, ndani ya West Africa na Kusini mwa Afrika tunafikiri e, ni msanii gani ameng'ara katika mwaka mzima. Lakini kuna best male performer of the year e, hapa ni mtumbuizaji eh, bora useme ni performer e, mchezaji e, umahiri wake wa mwaka e, kwanza unajua kuna kuimba lakini pia kuna kucheza e, lakini kuna best Female Performer of the year , hapa ni mtumbuizaji e, au performer wa kike wa mwaka. Lakini pia tutakuwa na best song writer of the year, mtunzi bora wa mwaka e, kwa hiyo ukiangalia hapa utapata vipengele 36 37 e, ambavyo tutakwenda kuvitoa kwa mwaka huu. Na tunaposema tunazungumza mwaka huu, tunasema tarehe 13 Desemba. Hapa tuko very specific, tunatoa tuzo za nyimbo zilizotungwa na kuchezwa na kuachiwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne.